Guys, kuna umuhimu sana wa kufunga kama utakuwa unakula mlo mmoja kwa siku na ukawa unafunga sometime mpaka masaa arobaini na nane, masaa sabini na mbili unaweza kukaa miaka saba nane mpaka kumi bila kuumwa. This is guarantee, kwa sababu mwili wako unakuwa hauna sumu za kutosha zinazotokana na chakula. Mwanadamu anaumwa kwa sababu ya anachokula, hadi unapozidi kula na zinazozidi kuwa wagonjwa Mababu zetu hawakuumwa kwa sababu zamani walikuwa nakula kwenye asili na walikuwa hawategemei chakula kusurvive, lakini siku hizi kutokana uzalishaji wa vyakula viwanda kilimo wanachochea watu wale mara kwa mara, hasa watu wanaumwa mara kwa mara. Watu wanasema wewe oh, kila siku madaktari wako wengi. No. Na kwa upande mwingine mwili wako una hospitali yake yenyewe. Hatukuzaliwa sisi kuumwa, hatukuzaliwa sisi kupata magonjwa. That's why ukimtu okay, anakatwa ini ini la deformed lenyewe siri za jifumbe letu zenyewe basi wewe tumue jifumbe letu wenyewe kwa sababu ndio mwili unavyotakiwa kufanya, ndio maana mwili umedesigniwa kufanya. Kwa tunasema mwili una hospitali yake yenyewe. Na hospitali hiyo ili ifunguliwe inatakiwa wewe uwe umefunga. Sasa unasema kufunga kula mara moja ni, au mara mbili ni muhimu sana sasa. Na kufunga masaa saba na nane mpaka sabini na mbili so, kunywa tu maji madafu na vitu kama ni muhimu sana. Hii itakusaidia kukinga na magonjwa, itasaidia kukinga na kansa, itakusaidia kusafisha mwili wako na kufanya mwako uko free na kutozeeka haraka so, unahitaji kufunga mara kwa mara.